Hello wana KHP, na tumai mko salama na mimi niko salama. Leo ni siku nyingine. Eh, poa sana. Kama vile unaona jua imewaka kweli kweli, 28 degrees. <laughs> Hii ni ni, ni sawa na ile joto ya Tanzania. Kama kawaida, kazi ya mashambani bado inaendelea kushughulika. Na kuna sehemu nyingine ambayo pia niliambiwa uh, niweze kurudi leo. Na asante sana kwa wote ambao wanaendelea wanaendelea kusubscribe, wote ambao wanaendelea kulike video na wale ambao wanaendelea kutoa encourage. Mimi niko determined na lazima nitahakikisha uh, nimepata wale ambao watatusaidia kwa hizo kazi za mashambani. So leo nataka tuende pamoja kwa hizo maeneo ambao naenda uh, kukutana na jamaa mwingine kwa ajili ya kazi ya mashambani. Nataka nizunguke kabisa nikishakutana na wawili watatu alafu nitawajulisha sasa nini nimeambiwa. Na sasa hivi unaona weather iko sawa. Hali imeanza kurudi kuwa warm. Kulikuwa na kibaridi baridi kiasi ya kwamba Unajua, huku kunabadilikaga mara kwa mara, lakini saa hii nafikiri ya kwamba hakutabadilika tena. Hii sasa ndio weather ambayo tutaanza kuishi. So hata ni rahisi ukienda kwa shamba unapata mtu, lakini wakati baridi ni mingi unapata wengi wanakimbia eh, mashamba. Sio rahisi umpate kwa shamba sababu hali ni ya kibaridi, lakini hii ndio msimu sasa wa, wa, wa joto na kila mmoja eh, unapata sasa wanaanza sasa kushughulikia mashambani. Kwa hiyo hata nikienda nakutana na wengi sababu sehemu nyingi ambayo nimepita sijafanyikiwa kukutana na wenyewe. Lakini kuna ule ambaye aliniambia tukutane naye leo. Masaa kama na haya ndio najiandaa sasa kuenda na nataka leo tuende pamoja. At least watu waoneone hizo maeneo na vile kuna kaa. Na itakuwa poa sana. So acha nisikuchukulie muda sana. Naona naendelea kusweat sababu joto Uh, leo ni mingi sana . Oh, la la, sawa, joto leo ni mingi sana nataka, uh, tuanze safari ya moja kwa moja mpaka maeneo ambao ninaenda sababu niliambiwa nirudi leo. Sehemu nyingine, najua nimepitapita sehemu kadhaa na kuna zile sehemu ambao sikufanyikiwa se kupata watu uh, sababu so, weather inakuwa sawa, wakati mwingine ukienda inakuwa baridi. Na nadhani mmekuwa mkiona mara nyingi sana nikienda kama niko na sweta. Hey, hii joto sitanimaliza we, wow. <laughs> We isikie tu. Nadhani uh, nitajaribu kuenda kwanza dirisha zangu zikiwa wazi, shida kusudi nipate hewa lakini najua uh, kidogo itasumbua nikiongea mwezi mkanisikia. Kwa hiyo upepo ikiwa ni nyingi kiasi ya kwamba naweza kosa kusikika vizuri uh, nadhani mtaenjoy tu kuona the view, mtaenjoy tu kuona the view, najua mtafurahia. Ni vizuri mwoneone, at least hizo maeneo ambayo mimi naenda na zile kazi ambao anaenda kuuliza, muwe kidogo na idea eh? Mjuejue kidogo ya kwamba o oh, hizi ndio maeneo ambao anapitanga, hizi ndio eh, mashamba ambao anaenda kuulizia, so ikupe idea ya kuona vile kunakaa. Mungu akisaidia uwe kati ya wale ambao watachaguliwa, kwa wale ambao watakuja kati ya uh, kufanya hizo makazi, uwe kidogo unajuajua surrounding hiyo area usiwe kama mgeni sana, lakini we kidogo uko na mwangaza, unajua jua hiyo sehemu. Na ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii na una ndoto ya kuja Canada, basi utakuwa kwa sehemu nzuri. Usisahau kusubscribe na kulike video hii, na pia acha nikujulisha ya kwamba kila Saturday huwa tunakuwa live mida ya saa mbili saa mbili saa tatu hapo ya usiku, uh, ikiwa ni masaa ya East Africa kwa ajili ya kuzungumzia fursa ambazo zimejitokeza na mambo kadha kadha ambao yanaweza kuwa yanafuata. Naamini ya na kwamba wale ambao niliweza kurekebisha juu ya CV na cover letter ambao wanatuma mingi kwa mtu mmoja, nadhani message ishafika, mtajitahidi kwa ajili ya kuweza kurekebisha hayo. So acha nisichukue muda sana, sababu muda wangu pia unazidi kusonga, masaa ambao tuliagana na huyo jamaa niweze kukutana naye, naone nakaribia. Kuna sehemu ambao nilikuwa nikipitia nikiulizia. Kuna wale nilipata hapo, wakasema mwenyewe hayuko, lakini wakampigia simu, sababu niliwaambia wanaweza nipea namba yake, walikataa. Nikamwambia basi wao wampigie, nikamongelesha kwenye simu yao, akaniambia ako busy, lakini uh, naweza rudi leo hii muda ya jioni saa kumi, saa kumi hivi kusudi tuweze kuongea naye, aweze kunisikiza. Akishanisikiza ndo atanipea pia jubi yake. Alafu nitakuja niwaambie ni nini amesema. Ndio naona sasa nianze safari ya kuelekea huko, njoo kuweza kujua ananiambia nini. So tuende pamoja na KHP muweze kujionea vile ambavyo kunakaa. Najua nikifika, uh, siwezi kuongea naye ama siwezi kumuonesha yeye kwa video, asione ni kama tunakuja na vitu ambazo hazifai. Lakini asifikiri tunakuja kumchunguza. Ndio maana nikiongea naye nitawaambia nini ambao ndio, lakini tunaandamana pamoja na mtaona hiyo sehemu na mwenyewe ikiwezekana, nitaweza kumwonyesha alafu, tukienda kuongea ndio pengine maongezi inaweza kukosa kuwa kwa video. Si ni sawa hivyo? Wana KHP, acha twende. Ndio hivyo. Najua uh, barabara ambayo naenda kuitumia ni barabara ambayo itanihitaji kuenda mbio kiasi, na nikiwa mbio najua, kwa vile nataka kahewa kidogo, uh, upepo unaweza ukawa mkubwa kiasi ya kwamba siwezi nikasikika vizuri. Wewe nikikosa kusikika vizuri, naamini ya kwamba uh, mtaenjoy tu video sasa. Nikikosa kusikika mtaenjoy video, na isipowezekana basi mtaishi kuenjoy tu video na sana sana, pia naogopa yes, kama vile nimesema, na napenda sana hii shughuli ikiwa live, lakini ninaogopa kitu kimoja, ninaogopa kitu kimoja. Oh. Nimeshachelewa, haina <laughs> shida. Sawa sawa, eh. Hii shughuli ya kwenda dirisha kama imeziba, nitaweza kweli? Pengine niweke AC, lakini AC pia si kelele hii. Kazi niliamua kufanya na lazima nifanye, ndio maana sitaki kukaa chini muda ambao najua uh, naweza kuenda kukutana na ule ambaye atafanikisha ndoto ya wana KHP kuweza kutimia. Kumbuka, na wapenda sana, na haja yangu kubwa ni kuona wengi tumeweza ama tumefanikiwa kuingia, eh, hapa Canada kwa ajili ya kufanya kazi, na mimi sitachoka, nitaendelea ku zunguka kila leo, kila sehemu ambao najua fursa itapatikana, kila sehemu ambao najua eh, nafasi itapatikana kwa ajili wana KHP waweze kuingia Kanada kufanya kazi. Hiyo nayo ni haja ya moyo wangu na ni ombi langu na ninaamini ya kwamba litafanyikiwa siwezi nikafanya kazi ya bure hapana. Na mimi nishasema hii kazi lazima niifanye, sababu najua sio ya bure. Wewe ukisaidika itakuwa furaha kubwa sana kwangu, na hapo siwezi nikaiona kama ni, ni bure, sababu ukifurahi, hata mimi nitakuwa na furahi. watu washaanza kukata majani, lakini hizo ni zao nyumbani, sababu uh, weather ikiwa sawa hivi, watu wa wanajitokeza kwa ajili ya kufanya kutengeneza mazingira. Najua na, naelekea, uh, in, I mean, hii sehemu ambao naelekea, kamera hii, kamera ambayo inaangalia nje inaangalia sehemu ambayo jua iko sasa ikiwa jua iko hiyo sehemu, amwezi mkaona vizuri, lakini hata kama unaweza ona pia hii sehemu huko, hizo ni mashamba, mashamba hizo, na already wameshaanza kupanda sehemu zingine. So mimi nitaendelea kuzunguka, hizi zote ni mashamba. Sijui kama umeanza kuziona siona, kama hata mimi mwenyewe si e, mahali ambao naishi na zingine za hapa karibu karibu zipo hmm. Usikuwa na wasiwasi wasi ya kusema uh, pengine naenda kukutafutia sehemu ya nyuma sana, lakini mimi langu ni kutafuta, ila uh, ile ambayo itakaopatikana ndio ile ambayo utakao tumia. Naona pikipiki hizo Fancy. <laughs> pikipiki mzuri hizo sasa. Hizi uh, wameamua kuziweka barabarani, imekuwa muda kama hizo pikipiki hazijawahi kuonekana nje, lakini leo sababu jua iko mingi, joto iko mingi, wameamua kuanza kuzitoa nje. Hizi zote ni mashamba huko, nadhani huko unaziona i tunaendelea eh, kuzoa. Mimi nitazidi kutafuta nihakikishe nimezunguka, eh, kama hii ni shamba kubwa sana. Nitafuatilia pia niweze kujua kama nitafanyikia kufanyikiwa kufikia mwenyewe, sababu zingine zinakuwa lakini kukutana na mwenyewe ndio inakuwa kibarua, lazima nijue mwenyewe na niweze kuja kukutana naye kwa ajili ya kuona kama tutaweza kusaidika. Hiyo ni haja kubwa ya moyo wangu na ninaamini ya kwamba tutaweza kusaidika. Nyinyi mwendelee tu kukuwa na matumaini. Sababu mimi sijawahi fanya kazi ya bure na siamini kufanya kazi ya bure, ndio maana najua hizi sehemu ambao ninaenda, na kama hii ni e vile, sina uh, sina jinsi ya kuelekeza kamera uweze kuona hizo mashamba, na hata zingine zimeshaanza kuandaliwa kwa ajili ya kwa ajili ya kazi. zimeshaanza kuandaliwa tayari. Hizi sehemu upepo ni mingi haswa eh, nikiwa nimeweka dirisha wazi, najaribu kufunga, lakini naona ni kama nitakufa hapa ndani na joto joto ni mingi kiasi ya kwamba siwezi eleza. Hii zote ni mashamba ambazo ziko hapa na kama unaona zote ziko wazi, hakuna hata moja hiyo ambao nimepata mtu, nadhani hiyo moja nimepita huko kuna jamaa anafanya shughuli shughuli hapo ndani. Hizi zote ni mashamba ambazo ziko tayari kufanya kazi. Sasa ndani ya hizi mashamba zote jamani tunaweza tukakosa hata shamba moja ama mbili, hiyo nayo haiwezekani. Lazima tupate sehemu ambayo tutasaidika bwana. Hizi sehemu zote huku, mashamba makubwa makubwa, ukiona utafikiri ni majani au already washapanda. Sasa kuna aina zao za mimea ambazo huwa zinachanganya, hizi zingine zimewekwa kwa mashamba hapa, yaani inaonekana vizuri ni mimea lakini siyo rahisi kuweza kuitofautisha na majani. Grasshopper sijui mnaita aje? Wengine kama gazo, sisi tunaiita gazo. mashamba ziko mingi sana hapa jamani, na bado ukiona watu wanaishi hizi sehemu zote. Na hii ingine hapa ni kampuni, hiyo ni kampuni ambayo iko hapa zote huku ni mashamba mani, joto ni nyingi. Najua sauti inaweza kosa kusikika vizuri, lakini uh, kubali tu ni wazungushe eneo ya mashambani, hata kama naweza kosa kusikika vizuri lakini tufikie lengo letu. Tukifikia lengo itakuwa jambo muhimu sana. Tukifikia lengo itakuwa jambo muhimu sana. Najua upepo ni mwingi kabisa, sababu nimeweka kioo wazi kio hapa ndani, nakwambia moto ile iko hapa, sio mchezo. Siko tena mbali na eneo ambao ninaenda na kama vile na kama vile unaweza ona tayari niko area uh, ya mashamba sasa, zile makubwa makubwa ambayo ni mabichi ambayo ziko tayari kuweza kupokea wafanyakazi wana KHP Najua ya kwamba mimi sifanyi kazi ya bure, na wakati milango zitafunguka watu wafanyikiwe sasa kuweza uh, kukuja kufanya kazi hizi sehemu, naomba tusisahau wale ambao tutakuwa tumewaacha nyumba. Unajua umoja ni nguvu, na pamoja tunaweza tukafanya jambo muhimu sana. Ndio maana nitawaomba wale ambao watafanyikiwa uh, kuingia mapema, sababu ili ninaongea na confidence, sababu najua zile sehemu ambazo nimezunguka na zile sehemu ambazo naendelea bado kutafuta na nina matumaini ya kwamba milango zitakuwa wazi kuna wale ambao wataingia hii wakati na kila kitu itakuwa sawa. Huyu hmm. anakata majani hapo, huyo mama, na hizi ni trakta zao za shamba. Lazima tujipange, tukuwe tayari, tukuwe ready na tuweze tu kuwa na roho ya kusaidiana. Usikuje hapa kisha siku mbili usahau wenzako, hiyo nayo hapana. Tuweze kuwa na moyo wa kushikiliana, wa kusaidiana, kusudi tuweze kuenda mbele, kusudi tuweze kuenda mbali. Kama mimi najitolea kufanya haya, pia nyinyi, wakati mnafanyikiwa kuingia, basi muweze kuona kile ambacho mnaweza kufanya kwa ajili ya kusaidia pia wengine. Yes wana KHP, niko ready site nimefika. Nataka kwenda kukutana na mwenyewe, nadhani naweza waoneshea na nyumba kwa, kwa umbali. Nyumba yao ni hii hapa, na wako na mashamba makubwa. Mashamba ziko mingi hapa, na kama hii nimekuonesha hapa, na zile zingine ambazo nimekuonesha hapo kwa Uh, view ya drone kama hizi zote ni zao, so mimi naenda kuongea naye kusudi niweze kusikia nini uh, ataniambia na tofauti na hii hapa kuna, mash, kuna mashamba mingi sana ambazo ziko hii maeneo. Nimeona mashamba ni mingi sana, zile ambazo sikuona last time sababu ya haraka ambayo nilikuwa nayo, na kuna pia zile ambazo nadhani nitapitia nizunguke niulizie nisikie alafu nione jibu itakuwa ni gani. So lengo ni kuendelea kuwatia moyo, sababu nina uaminifu, nina uhakika ya kwamba njia itakuwa sawa. E, siwezi nikafikia watu watatu wanne kama sijapata jibu ambalo liko sahihi ama sijakuwa na mwangaza kamili. Bado nina matumaini na nataka nizunguke sehemu zote nikishaongea na wote alafu ni wale ambao nitakutana na wao, ikiwa ni namba mzuri, alafu nitakuja niwaambie nini ambao nimeambiwa, na ninaamini ya kwamba shughuli hii itaenda sawa. langu ni kuwakumbusha tu wakati tunafanyikiwa, tusisahau wale ambao tumeacha nyuma. Na wakati fursa zinatokea bado tuweze pia kuelewana kwa ajili, kwa ajili ya kuweza kujua jinsi tutazichangamkia. Najua inaweza ikatokea nafasi mbili tatu nne na watu wakawa wengi kuliko hiyo, nayo bado ikuwe shida nyingine, lakini naamini ya kwamba uh, tutaongozana tu pole pole na kila kitu itaendelea kuwa sawa. Acha mi nende nisikie wazito. ah, wataniambia aje kwa ajili ya kuweza kuona kama uh, fursa sasa tutapata kwa huyu wa kwanza ama hizo sehemu zingine ambao napanga kurudi ama sehemu zingine ambazo wanazidi kuzunguka, lakini matumaini bado ipo. So acha mimi niende niongee nao, alafu nitawajulisha nini ambao niliambiwa, na usisahau ku like video hii. Kama wewe ni mpya kumbuka kusubscribe kwenye channel hii kusudi usipitwe kwa mengi.